Wtomchezoii sitaki huo mchezo kabisa, nakwambia. Nimekwambia naenda Nairobi, nimeitwa kazi. Hatuwezi enda hata mwenyewe sijui tutaenda kuambia wapi. Nikikuwa vizuri, nitarudi. Sitaki, sitaki kujua. Ukitaka kwenda kulala kwa mtaro, tulale na wewe yep. Sitaki, sitaki sasa uko na roho mbaya, naenda Nairobi. Roho mbaya gani? Ama shida ni nini? Ulinioa uniache kwa boma ama ulinioa tutakaa na wewe? yeah. mimi sijakataa, yeah. Lakini sasa mimi ndio nimeitwa kazi, yeah. Nitaendaje nawe wakati hata mimi mwenyewe sijui mahali naenda kukaa ni wapi, naanzia wapi? Tuenda wote. Kama hujui kwa nyumba unaenda, basi tukae hapa. Hapana wewe, ndio mwanaume ama mimi? wewe, wewe, wewe, wewe ni mwanaume, mimi ni mwanamke, twende unaenda chenye unaenda kufanya chenye utafanya, na mimi nitafanya mimi. Sitaki kujua, utaongea kizungu chako nitaongea hata kama ni lugha gani. una, una, una, una, sasa, angalia hapa nyumbani nini hakuna? nini hakuna kuna malazi kuna chakula kuna maadhi <laughs> <laughs> kuna maadhi kuna ndugu zangu wapo, kuna nini tena kila kitu iko hapo, kila kitu kwetu niliyata, un, un, kwetu niliacha kila kitu. Nilifuata nini? Na sasa nani atapalilia shamba shamba, kwani mimi uliniwao nikuje nipalilie shamba? Nasema na sasa wacha nikwambie iko hivi, wakati uliniacha hapa yenye nilipitia ni magumu na sita sita taka tena kubaki. Sikia mada wewe, baki, mimi nitakuja kukuchukua. Nimekwambia sibaki, e, si na baki. Sasa hii itakuwa sasa. Hii itakuwa kama turudi kwa nyumba wote tuketi. Hii uh, uh, hata sasa itakuwa aje sasa? Itakuwa hivyo hmm, hivyo vitu. Hapana. Hivyo hivyo. Hata hmm, hata hata hata sasa tukifika huko hatuwezi enda na wewe eh, Karo, unajua Karo ameniita huko Nairobi, alafu Karo ni nani mwanzo? Hapana, ah, Karo ni nani mwanzo? Oh, ndio maana hata juzi nimeshika simu yako ikakuwa ni, ni, ni vituko, kwa hiyo utaki nishike simu. Karo ni nani? Tulia, tulia. Nini Nairobi wewe? well, unaona vile nafanana Nairobi kuna nini? Kuna nini Nairobi? Ungebaki it. tu. Kwanza unaenda na hizi viatu Nairobi? Si Nairobi, Nairobi, Nairobi si hey, hey, hey. <tunaliabisha> ni kama tu hapa hivi. Siku hizi watu ni kwa digital. Wewe unaniaibisha. Unaniaibisha kabisa? Unaniaibisha. Mimi hata kama tutaenda na hata mtu akiniuliza wewe ni nani kesi sema wewe ni bwana. Ndio maana nataka ubaki. Ubaki. Ubaki tutakuletea kitu kingine. Hapana, mtu mzuri <tunali> huko